Tuelekee kaunti namba 34 ambapo maofisa wa mamlaka ya uchukuzi NTSA wamefanya kampeni za kuhamasisha watu mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado. Kampeni hizi zinalenga kuongeza uhamasishaji kati ya wa waendeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma, madereva na wananchi kwa jumla kuhusu kanuni kuu za usalama barabarani na uwajibikaji wakiwa barabarani. Uh, ni vizuri tukiwasomesha, wazingatie uh, mambo ya usalama barabarani, uh, masharti ya barabara, wadhibiti mambo ya speed, uh, mambo ya compliance, ya uh, road safety measures. Wa, waweze kuzingatia ma, maneno ya uh, usalama barabarani in terms of, uh, kweli mafunzo yale wamepatiwa leo vijana wetu wa drivers na conductors, ni ya maana sana kwa sababu walikuwa wanaogopa sheria lakini saa hizi wamejua ni vizuri kufuata sheria kuliko kuogopa. Mafundisho ya leo nimepeba mambo mingi. Kitu ya kwanza, siwezi nikaenda barabarani kama gari haina insurance cover, haina sticker ya inspection, governor kama ifanyi namguu wengine wametukumbusha, tulikuwa tunaogopa kwa barabara. Majari zenye zimefanyika leo, tumeona hakuna haja ya kuhepa, hakuna haja ya kushinda tukikibizana na watu kwa barabara, lakini kwanzia leo hiyo nidhamu, yale mambo le tumefunzwa leo, jaribu kabisa kabisa kuyafuatilia.